Pamoja nami fungua katika kitabu cha Waefeso mlango wa 4 na mstari wa kwanza hadi wa sita. Neno la Mungu kwa ajili yangu, Mungu na kwa ajili ajili yako wa sita ninatoka katika kitabu cha Waefeso mlango wa 4 mstari wa kwanza hadi wa hadi wa sita. natumai ya kwamba tumekwisha pata hapo na kama bado nitaweza kukawia kidogo ili kila mmoja aweze kupata mahali pake alafu tukasome kwa pamoja. Katika Waefeso mlango wa 4 mstari wa kwanza hadi wa sita. Neno lake Mwenyezi Mungu linasema kwa hiyo na wasihi mimi, niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa Roho katika kifungo cha mwili mmoja na roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini mmoja la wito wenu. Bwana mmoja, imani mmoja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Tuwa napenda kushukuru Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tayari kusikia neno lako ambalo ni chakula chetu cha kiroho Mimi ni mtumishi wako ambaye umenisimamisha ili kuigawa neno, kwa hivyo nitumie kuwa chombo tu cha kuliwasilisha, nikanifae nikamfae, mpendo wa yote, ikiwa kwa utukufu wa jina lako, kwa jina la Yesu Kristo bwana wetu, nimeaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuungana ah, ni tendo linalowaleta watu wa tabaka mbalimbali pamoja, watu wenye sifa tofauti tofauti pamoja, lakini wanapokuja pamoja wanakuja wakiwa na kitu ambacho kimewaleta pamoja. Ninaenda kuhubiri ya kuungana katika Kristo na ikiwa unaandika katika lugha ya Kiingereza, unaweza kusema united in Christ. Kuungana katika Kristo, nina mambo matatu chini ya kichwa hicho, kuungana katika Kristo. Jambo la kwanza, nguvu za umoja. Napenda kuamini ya kwamba miongoni mwetu mahali hapa kuna baadhi yetu ambao hupenda michezo na kama hawapendi michezo, basi wamekwisha tizama wachezaji. Kwa wale wana ambao wanapenda michezo, hasa michezo ya kandanda, michezo ya vikapu, michezo inayohusisha wachezaji katika kikundi. wanaweza kuelewa tosha ya kwamba timu ili ikaweze kushinda timu inahitaji ushirikiano. Bwana Yesu asifiwe. Timu haiwezi kufaulu kwa sababu ya uwezo wa mtu mmoja, haswa katika timu ya kandanda ninaofahamu kidogo. Hii ni timu ambayo ina wachezaji kumi na mmoja. Mchezaji nambari moja ni mlinda lango, hawezi kulinda lango na hakuna wale ambao wanazuia mabao yasifungwe, ili hali vilevile, hakuna wale ambao wanaweza kufunga ili timu yake ikaweza kupata ushindi. Mara kwa mara wapela hawa katika uwanja, wanapokuwa kwenye mchezo, kuhakikisha ya kwamba wanashirikia, wanasaidia na ushirika ule ambao unaweza kupatikana kwenye timu yoyote iliyo na lengo la kuweza kushinda ah, wapinzani wake. Huo ushirika unahitaji kuwa ndani ya kanisa lake Kristo. Anasema hivi. Kuna mstari mmoja ambao nimeweza kusoma pale katika mstari wa tatu, Neno la Mungu linasema, kuji na kujitahidi kuifanya umoja wa Roho katika kifungu cha amani. Kanisa lina nguvu ikiwa limeunganika katika roho na moyo. Yaani wapendwa wanapokuwa kitu roho moja, yani wanaweza kufanya mambo kwa roho moja, wanafanya mambo kwa moyo mmoja. Hili ni kanisa ambalo linakuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa ambalo linashirikiana. Kanisa ambalo linafanya mambo kwa pamoja. Wamama wanashirikiana, wazee wanashirikiana, vijana wanashirikiana, watoto wanashirikiana, viongozi wanashirikiana. Ni kanisa ambalo linakuwa na nguvu. Bwana wetu Yesu Kristo kabla ya kuondoka aliwaambia wanafunzi ya kwamba watapokea Roho Mtakatifu akishabujilia mioyo yao watakuwa na nguvu na watakuwa mashahidi wake. Kwa nini Wakristo wengi hawako radhi hata kuweza kushiriki na watu wengine habari za Yesu Kristo? Ni kwa sababu ya kuwa na a Ni kwa sababu ya kuwa na mingi. Ni kwa sababu ya kutokuwa na nguvu. Nguvu zinapatikana Nguvu zinapatikana katika umoja wa kanisa. Bwana asifiwe. Unaposoma katika kitabu cha Yohana mlango wa 17, bwana wetu Yesu Kristo analiombea kanisa, anasema ya kwamba kama vile Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu ni mmoja, anaombea kanisa nalo liwe na umoja. Kwa nini alisema hivi? Kwa sababu alijua kanisa linapokuwa na umoja, kanisa linakuwa na nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu zetu ziko wapi wapendwa? Nguvu zetu ziko katika umoja Jambo la pili. Tumeitwa kuwa kitu kimoja, tumeitwa kuwa kitu kimoja mwili wa Kristo, mstari wa kwanza hadi wa tatu. Kwa hiyo nawasihi mimi niliyo mfungwa katika Bwana mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo Sio jambo la kuchagua. Umoja wa kanisa siyo jambo la kuchagua, ni jambo la lazima. Wanasihiwe na la kanisa linafananishwa ni na mwili wa mwanadamu. Katika mwili wangu huu, mpendwa unayenisikiliza, nina viungo mbalimbali. Hii kidole hakichagui kukaa katika mwili huu. Hii kidole hakichagui, ni lazima kiwepo, kama tuko pamoja Mkono wanguhuu hauchagui. Ni lazima uwepo kwenye mwili. Na kwa hivyo Paulo anapoandikia wapendwa katika kanisa la Efeso, anawaambia ya kwamba mwenende kama inavyostahili wito wenu. Wito wenu, wito wetu ni kwamba jinsi ambavyo tumeitwa ni kwamba tukaweze kuunganika pamoja na wengine katika mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inafanyika kwa njia gani? Inafanyika tu tutafaulu tu ikiwa tutakuwa na washiriki ambao ni wanyenyekevu, watu ambao wa wanashuka, watu ambao wa hawana kiburi, hawana majivuno, hawana kujiinua, hawana kujibeba, hawana kujipenda, lakini wanampenda Mungu wanasidiwe. Unaona mstari huo unasema kwa unyenyekevu. Petro siku moja akiongozwa na Roho Mtakatifu anaandikia Wakristo ya kwamba Nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio okay. Naye atawakweza kwa wakati wow. Naye atawakweza kwa wakati wow. Naye atawakweza kwa wakati wow. Yesu asifiwe wow. Okay. Mungu kuinua watu Mungu anainua kazi Mungu anainua Wakristo lakini atainua watu ambao wameshuka, atawatoa pale chini katika kushuka kwao na kuwaweka juu mahali anapendezwa. Vijana, jifunze kunyenyekea. Kina mama, jifunze kunyenyekea. Ndugu zangu, jifunze kunyenyekea. Kanisa, tujifunze kunyenyekea. Hii itatusaidia sisi kuwa kitu kimoja. Inahitaji uungwana. Ili kufaulu, sisi tunahitaji uungwana. Neno la Mungu linasema watu wa Beroya walikuwa wa Bwana zaidi kuliko watu wa Thesalonike, kwa sababu kwaliya chunguza na chunguza maandiko huweza kuchuka mambo hayo ama amaasi. Umoja wa Kristo ni kufuata maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Mbona wa Mkristo um, um, ni kujitahidi katika maandiko? Neno la Mungu linasema nini? Ninaniambia nifanye aje, ninaniambia nitende aje, alafu unatenda bila hata neno la Mungu linakuambia. Unapofanya namna hiyo, nifanye namna hiyo. Sote tufanye namna hiyo, tutafanya mambo kama kitu kimoja. Tutafanya mambo kama mwili mmoja. Mwaikutana no, mtu anasema amegawanyika kimawazo. Ana mambo mawazo yake. Anasema huko anasema yende, anasema nifanye hivi. Mtu kama huyu Biblia inasema ni mtu wa kusita sita, na Bwana anasema hana furaha na roho ya kusita sita. Na kwa hiyo Bwana akaweza kutusaidia tukaweze kuwa na umoja wa kanisa. Kanisa linapoenda upande wa magharibi, sisi zote tunaenda upande wa magharibi; linapoenda upande wa mashariki, sisi zote tunaelekea hiyo inamaanisha mwili ni mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Inahitaji uvumilivu, mambo ya Kristo sio mteremko. Mambo ya Kristo yanahitaji kuvumilia, na neno la Mungu linasema kama vile mkulima alivyo mvumilivu, ndivyo wewe na mimi tunapasa kuwa wavumilivu, na heri wale wavumiliao. Wana wanavumilia kwa sababu ya Kristo awavumilie kwa sababu ya makosa yao wanavumilia kwa sababu ya Ukristo au wanavumilia kwa sababu ya Kristo. Alafu neno la Mungu pia linasema katika upendano, mtu mmoja akamwendea Yesu akasema amekuni kazi, Yesu akamwambia mpende Mungu wako na mpende jirani yako pia. Kwa hiyo Bwana atusaidie kama vile neno la Mungu linasema katika mstari huo, mkichukuliana katika upendo. kuchukuliana nini? Uzito wangu wacha uwe uzito wako, wacha uwe uzito wangu. Hali ambayo inapitia, ikiwa ni ya furaha, furahi zote kwa pamoja, ikiwa ni ya machozi tulie wote kwa pamoja. Bwana asifiwe. Hapa tumeweza kutangaziwa kwamba kuna mpendwa mmoja ambaye ameweza kufiwa. Hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu hapa tunahitaji kutafakari juu yake, manake huyu ni mpendwa ambaye sasa yuko katika kuhuzunika. Kwa hivyo kushughuliana katika upendo tunahuzunika pamoja. Bwana asifiwe. Bwana Yesu Bwana Yesu asifiwe. Kama vile ambavyo kidole kikiumia utasikia kwenye kichwa. Kwa nini? Kwa sababu viungo hivi vinachuguliana katika upendo unapata kiungo hiki kinasema kwamba si aji uchungu kiungo kingine pekee lazima tuumie wote. Amen. Amen. Jambo la tatu na la mwisho. Jambo la tatu na la mwisho. Msingi wa umoja wetu. Msingi wa umoja wetu katika mstari wa tano, neno la Mungu linasema: Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja naye ni Baba wa wote aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Msingi wa umoja wetu ni mwili mmoja, sisi tu mwili mmoja kama makanisa lingelikuwa mili mingi basi, kanisa halingelitaji kuwa na umoja. Sijui kama tuko pamoja. Kwa hiyo msingi wetu wa kuwa na umoja, tuelewe ya kwamba kanisa ni mwili mmoja. Msingi wa umoja wetu ni roho mmoja. Sisi si hatuna roho wengi eh, roho ni mmoja. Roho Mtakatifu ambaye tumepewa atuongoze, atuelekeze, atuendeshe, atusaidie mahali atujui atufundishe, mahali atuelewi atufahamishe, katika kuomboleza atufarishi. Huo tunaimba yupo mfarishi, yupo mfar mfarishi, naye ni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tuna Roho Mtakatifu wa kweli. Msingi wa umoja wetu ni tumaini moja. Tumaini letu ni kwamba kuna siku tunaenda kukutana na Kristo atakayetufuta machozi atakaye tuondolea masikitiko yetu yote atakayetukaribisha wa kwenye furaha na kutuambia poleni sana watoto wangu, karibuni sana na ingieni katika furaha ya hilo. Ndio tumaini tulilonalo na kaia msingi wa imani yetu. Msingi wa imani umoja wetu an ni imani moja, hatuna imani nyingine. Imani yetu ni katika Kristo. Bwana asifiwe. Imani ya Mkristo ni katika Kristo, sio nje ya Kristo, sio mbali ya Kristo, lakini ndani ya Kristo. Tunaamini Kristo alikufa akazikwa, akafufuka, akapaa, yuko mbinguni, anaandaa makao, anakuja kuchukua ili aliko tuwe pamoja naye kwamba tuna imani moja, tunakuwa na umoja tunaunganika pamoja. Hatufanyi mambo kwa sababu sisi ni watu wa rika fulani, sisi ni watu wa jinsia fulani, sisi ni watu wa uwezo fulani, sisi ni watu wa elimu fulani, lakini sisi ni watu wa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Imani moja, alafu vilevile ubatizo moja. Kuna ubatizo wa kiroho na kuna ubatizo wa maji kwa watu ambao wameokolewa wamebatizwa ndani ya Kristo, wamezamishwa ndani ya Kristo, wamekufa katika dhambi zao na wamefufuka wakiwa hai katika Kristo. Hakuna ubatizo mwingine wa kiroho ambao kanisa liko nalo isipokuwa ubatizo ndani ya Kristo. Wanasifiwe, na huu unadhihirishwa kwa mtu ambaye amebatizwa katika ubatizo wa kiroho kwa ubatizo wa maji anatangaza na kusema mimi ni miongoni mwenu, mimi ni mmoja wenu. Hamjui jinsi ambavyo nilifanya, Kristo anajua mimi najua, na kwa hivyo hata na washuhudieni ninyi kanisa, ya kwamba hata nami ni mmoja ambaye nilibatizwa katika ubatizo wa kiroho, sasa nabatizwa katika ubatizo wa maji. Wanai ubatizo wa kiroho kwanza, alafu ubatizo wa maji pili. Tuko pamoja. Ubatizo wetu ni mmoja. Sala hii mara nyingi huwa inatumika, watu wengine huwa wanasema, wamesema unabatizwa mara moja. Hakuna, hapa Biblia inasema unabatizwa mara moja. Imesema ubatizo mmoja. Na ubatizo mmoja ni tofauti na kubatizwa mara moja. Ubatizo mmoja yani inamaanisha mtu kuokolewa na kuzikwa, yani ndani ya Kristo. Na hakuna pengine ambapo mtu atazikwa ili aokolewe. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Halafu hatimaye msingi wa umoja wetu ni Mungu mmoja na Baba. Sisi tuna baba mmoja. Baba wetu ni mmoja. Hata tunapooa tunasema baba yetu ni mmoja. Baba yetu ni mmoja. Wana mtu mmoja ambao hawana akili, ambao hawana mwelekeo, ambao hawajifahamu. Ndio huweza kufarakana, ndio huweza kulemeana, ndio huweza kukosana, wakikosa kwenda njia moja, wakikosa kuelewa kwamba baba yao ni mmoja. Sisi tukiwa wa baba yetu ni mmoja, na kwa hiyo wewe ukienda njia yako, mimi niende njia yako, wewe ukifanya fanya mambo yako, na mimi nifanye mambo yangu kwamba kila mmoja ameitanishwa kwa jina la, la baba mkile tu, ni tunakosea tu. Lakini tuanze kuelewa kwamba baba yetu ni mmoja. Mwana Mwana, na katika vikundi vya wazee kule nasikia wengine huwa wananiambia pastor naenda chama nimeokolewa yeye ambaye nimeokolewa, tunakuja pamoja na tumetengeneza shirika, shirika linaloongozwa na Mungu mwenyewe. wana sisiwe, kumbuka wito wako, ni nani alikuita? Ni pastor alikuita? Ni kiongozi wa kanisa alikuita? Ama ni nani aliyekuita? Mimi nakumbuka Yesu aliniita, na Yesu aliponiita, ananiunganisha pamoja na upendo wengine na sisi kama Yesu ndiye aliyekuita wewe, kama Yesu ndiye aliyekuita wewe alikuita kuunganisha pamoja na wengine, na kwa hiyo tunapaswa kubaki katika mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na wao waona viungo vingine vinaondolewa kweli, roho sisi, kile kiungo kinaweza kuondolewa kama tumeanza kuchukua umbo chingine ambalo sio umbo wa mwili huo, itabidi basi kaweze kukatwa na kuchukua nje. Na Yesu Kristo, siku moja anapenda mfano, anasema ya kwamba tawi lisilo saa

Je, unavumilia, una unyenyekevu, una unaungwana. Unye una, unaelewa una kwamba wewe ni kiungo ndani ya mwili wa kanisa. Kama unaelewa hiyo kwa vipi kitu hapa sasa. Mbona Bwana nisaidie? Niwe kiungo cha kushirikiana na watu wengine. Nishirikiane na mzungu na ndada zangu. Na kama hauelewi basi unaitaji wokovu. Na hiyo basi unaweza kusimama kimya. E kwamba

kwa kila mara tunajitenga tunajitenga na watu wa njia ya msalama, tunajiunganisha na watu ambao ni maadui wa msalama, ambaye o aaeka usaidia katika maisha ambayo tunaishi. Bwana, tunaishi tukiwa na hofu, tukiwa na uoga, tukimwogopa na uwezo wa kuumba nafsi, saidia Baba, katika jina la Yesu, napenda kushukuru kwa ajili ya neno lako, lilikuwa ni kwa ajili yangu na kwa ajili ya kanisa lako. Tusaidie kuwa na muungano katika Kristo. Baba, ninaomba ya kwamba utuelewishe, kila sisi tuelewe kwamba kuna nguvu katika ushirikano mahali ambapo tumefanya katika njia ubinafsi

msingi wetu katika wewe, ni mwili mmoja, imani moja, baba mmoja, ubatizo mmoja, tumaini mmoja na roho mmoja. Utusaidie Bwana kwa sifa na tukumana una. Tunakumbuka hata dada wetu ele, tunamwombea. Tumepaka habari ya ili mgonjwa, na sisi tukiwa mwili mmoja Bwana ana hata twahisi maumivu ambayo anahisi. Kwa hiyo tunachughulianaye katika upendo, tumuinua mbele zao an

tufunike na damu ya Bwana wetu Yesu ambapo ndani mwake kuna nguvu za kutuendesha kwenye uishi. Tunakushukuru Bwana, Roho wako Mtakatifu atuombee mahitaji yetu kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen.